Tukio la kushangaza linalodaiwa kukiuka taratibu na maadili ya uchaguzi limeibuka katika jimbo la Buchosa, ambapo mtiania wa ubunge kupitia Chama Cha Mapinduzi ccm dr Charles Tizeba, anaripotiwa kuwapatia wajumbe wa CCM kiasi cha shilingi elfu ishirini kwa wajumbe wa jimbo zima akidai hawezi kufanywa kitu sababu yeye ametumwa na Rais kuja kugombea na kuwashawishi wamchague katika kura za maoni zitakazofanyika Agosti 2, 2025. Sisi tuna rani hili tukiwa aliyolifanya ndugu Tizeba kuturagai kutuletea hera za masimango shilingi elfu ishirini ambazo zinatuletea shida na kututesa, tunahitaji Eric Shigongo ambaye mbunge anayetuletea maendeleo na kututatulia shida zetu. Kama wanakatwe, tuko pamoja na wewe mbunge wetu Eric Shigongo, tuko bega kwa bega, mkono kwa mkono, hatutaweza kukutupa wala hatutaweza kukuacha. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, chapa kazi. Hata hivyo, wajumbe wa kata ya Katwe wameibua mshangao kwa kukataa kupokea fedha hizo na kuzirejesha kwa msambazaji, wakidai kuwa hawako tayari kuuza dhamira yao kwa pesa, bali wanahitaji maendeleo ya kweli kwa wananchi wa Buchosa. Wajumbe hao wamesema wanataka kiongozi mwenye dira ya kweli ya maendeleo, si mtu anayetumia fedha kama nyenzo ya kupata uongozi. Juhudi za kumpata Daktari Tizeba ili atoe ufafanuzi kuhusu tuhuma za kugawa fedha kwa wajumbe zilifanikiwa, ambapo alipokea simu ya mwandishi wetu. Hata hivyo, mara baada ya kusikia swali kuhusu madai hayo, alikata simu ghafla na kuiblok namba ya mwandishi wetu, hakutaka kuendelea na mahojiano. Daktari Tizeba, habari. Daktari Tizeba umekuwa ukitoa fedha kwa wajumbe wa CCM katika jimbo la Buchosa uh, kama njia ya kujinadi kwenye kura za maoni. Hili unalizungumziaje? Jitihada za kumfikia tena hazikufua dafu. Kwani hakupokea simu zilizofuata wala kujibu ujumbe wa maandishi aliyotumia. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Hiki e, kitendo nina kilaani cha Mheshimiwa Tize, Tizeba kuja kutupa hizi hela, ni za masimango. Tunahitaji mbunge Eric Shigongo pamoja na Max Mkungu ili watuletee maendeleo tunayoyaona ya kweli. Ninalaani kitendo cha Mheshimiwa Tize, Tizeba kuja kutuomba kura na kutudanganya kutupa elfu ishirini zake na hizo hela hatuzitaki. Sasa hivi tunamtaka mbunge aliyoko madarakani Eric Shigongo pamoja na diwani Max Mkungu. Kwa hiyo pesa yake elfu ishirini mimi naiweka hapa, naikataa mimi. Nimepewa hii hela na Mr. Charles Tizeba sihitaji.